Ha, kwa upande wa game la like Kigoma mzee Wilvany. Ah, game unalionaje, sofa? Ya sema game game limepoa sana. Limepoa. Yeah, limepoa. Hakuna hmm. Hakuna ushindani. Hakuna ushindani. Hakuna ushindani, ni kwamba wewe ni mnoma au ushindani <laughs> hauoni kwamba wama sijui mimi ni mnoma au um, amna muziki mm. Wapa kwetu nyumbani hamna ushindani. Mm. l mm. Ushindani. Yaani kila mtu anafanya muziki yeye kama yeye tu. Mm. u kwa kwa wewe uko vipi? unafanya mziki kwa ajili ya biashara, au kwa ajili ya kushindana na mtu, au kwa ajili mwisho wa siku, kesho na kesho kutwa? Bwana mimi labda nikitokea labda lebo fani imeniona nitoke na mimi hapo hapo, cha kwanza kabisa mi nafanya mziki kwa sababu napenda, na cha pili mimi nafanya mziki kama biashara. ushaanza kukulipa mpaka sasa hivi? Bado mm. bado kabisa kwa sababu akaunti ya kwanza ambayo nilikuwa nayo mejimenti mm, yangu tukawa tumekorofishana akamechukua. Mm, lakini tayari kwa imeshaanza kulipa. Mm, so sasa hivi nimekutana na mejimenti nyingine mm, na tunafanya kazi lakini bado haijafikia mm, kuanza kulipa.